Waradi Online TV. Na, Na upanga wa radi umesikia swali lako. Ni swali tu la Kiswahili. Msemo wa wa wa wa Qur'ani. Unasemaje katika hayo? Naam, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Na ndani mchungaji aya aliyosoma mimi muhadhiri wa Kiislamu na inukuu kwa lugha ya Kiarabu. Allah anasema katika Qur'ani 3:18, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Mwenyezi Mungu ameshuhudia ya kwamba hakuna abudhiwae isipokuwa yeye. Mwenyezi Mungu anashuhudia ya kwamba hakuna abudiwa isipokuwa yeye. Walmalaikatu wa ulul ululilmi qaima bil qisti. Malaika na wenye elimu wanajua kwamba Mungu peke yake ndiye anayeabudiwa. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Takbiru ni mchungaji naye aje arudi. Kama alisoma maandiko vizuri, lakini kuona kwamba andiakuisoma vizuri, ndiyo maana akauliza swali vibaya, lakini kwa kumsaidia, kwa sababu anacheza sana na lugha. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ameshuhudia kwamba hakuna aabudiwae kwa haki isipokuwa yeye. Sikia hii in, hii ni isuru. Mungu anatoa anawabashiria watu nini, maana yake Qur'ani nne mia moja ishirini na wat... Uruane, nne, mbili Uh, Qur'ani ina mia moja ishirini na mbilinaa ene na mwenyekiti akatumaliza. Ina mia moja ishirini na mbili mia moja ishirini na mbili inasema hivi hii. Na na, na, mm, uh, uh, uh, na wale walio aminia wal walio amini na wakafanya vitendo vizuri wakafanya vitendo vizuri wataingiza katika bustani na, wataingia katika mabustani Ami, yapitayo mito mbele yake wakakaa humo milele. Ndiyo ahadi ahadi ahadi ya ya ya mwenyezi mwenyezi mwenyezi Mwenyezi mungu mungu mungu Mungu kwamba shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, iliyo kweli ee, ndiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu iliyo kweli a a ee saizi kwa kusema kuliko Mwenyezi si Mungu. Kila kenye Mungu anasema ndo kweli. Mwenyezi Mungu ni mkweli kwa kile chokisema, kwamba hakuna aabudiwae kwa haki isipokuwa yeye. Make, mimi nasoma jisukuru barua ambayo Mungu amenipa ni mpano. Naandika barua jamani, e hii barua iende kwa mchungaji nani? e, mchungaji Teofili, nikaandika maneno kwambapo Mchungaji Teofile, waambie watu kwamba hakuna muhadhiri isipokuwa yeye. Upanga wa Radi wao ukisoma nasomaji utasema nimejipinga e, na Kiswahili, jameni yeye. Sasa kwenye kuna mburuga, mada iko hapa, je, Yesu ni Mungu au sio Mungu? Tukumbuke andiko, alikuwa nakimbilia kwenye Yohane ishirini ishirini na nane, ikamburuga juu ya mapende exclamation. Huyo Tomaso hajamwita Yesu kuwa ni Mungu? Hapana, alisema ali Bwana wangu na Mungu wangu. Kuna pwenda eksklamasio, ambayo anamaanisha kwamba alishtuka. Kwa nini? Huyu Yesu alisema kwamba alitobolewa misumari lakini hakutoboka. Maana mimi sijasema kwamba Yesu alikufa, sisemee uongo kwanza bwana. Lakini Tomaso alishtuka akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Hapana, akamwita kama kuna neno kumwita, arudi hapa nimpe zawadi. tena mke wangu Subutu. sasa Ah, aneno aliyatoa rudi kwenye 2017 Yohana. 2017 kitabu cha Yohana inasema. Yaani 2028 tunaanza 17 sasa. 2028 inasema. 2017, 17 ndio usome sasa. Ah, inasema? Ndio. Yesu akamwambia. Yesu akamwambia, usinishike. Usinishike. Kwa maana uh -huh. Sijapaa kwenda kwa baba. Kwa baba. Haraka Yesu hajapaa kwenda kwa baba, endelea. Lakini enenda kwa ndugu ukawaambieje uka ninapaa kwenda kwa baba yangu naye naye ni baba yenu. Endelea, kwa Mungu wangu nasema yes, kwa Mungu wangu naye naye ni Mungu wenu. Takbir, Allahu Akbar! hey, na Yesu tunachangia Mungu huyu moja. Mungu wa Yesu, mchungaji mchungaji, oh, hey. Takbir, Allahu Akbar! munama aa k hata ugeacha kwa mungu wangu Allahu Akbar, ulikua ga na dakika moja lakini Acha achatuapo Taraha. Unaona, kwa mungu wangu naye ni mungu wenu. Unaona, Nafikiri hii andiko ilikuwa pasta alikuwa anaijua hii, kama mada likuwa lishaisha zamani sana, lakini kwa sababu ya ugararizi na kukatia haki, kupinga haki ya Biblia anakuja tuletea ugararizi ugararizi. Nafikiri mambo yako wazi. Yesu mwenyewe hapa anatetea mungu mwingine, kwa mungu wangu, sio kwangu. Angekuwa Mungu, angesema minenda kwangu, kwa mungu wangu, mungu mimi Yesu Mungu wenu. Ah, hii kani dakika moja ambayo upanga li wa alikuwa radi alikuwa angaliki nayo, upanga wa radi online TV.